Serikali inatambua na kuthamini sana mchango mkubwa unaofanywa na sekta binafsi kwenye maendeleo ikiwemo Nyansaho Foundation. Jitihada hizi zinaunga mkono jitihada za serikali za kuwaletea wananchi maendeleo si katika wilaya ya Serengeti tu bali katika mkoa wa Mara na kanda ya ziwa yote. Nimesema hapo awali, taasisi si ya Nyansaho imekuwa ni chachu katika kuchangia maendeleo ya wananchi hasa katika sekta za afya, elimu uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, usawa wa jamii, maji, utawala na hapia katika madhehebu ya dini. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kushuhudia kukabidhiwa kwa mabasi ya haya matatu kama nilivyosema hapo awali. Aidha, nikutakieni sasa kuweka utaratibu mzuri utakaowezesha magari haya kutoa huduma kwa taasisi nyingine za elimu ndani ya wilaya yeo. Msiwe wachoo. Ukiangalia haya mabasi yamekaa katika kanda kanda ya Ngoreme, kule chini tukasema wapate basi kanda ya upande huu inayochukua shule zote za huku Machochwe wanapata basi. Nikaona si busara, kanda hii ya Nata isenye Rigicha na Gusi pamoja na Robanda wakawa wanakosa usafiri. Nikaona ni vyema tuwape Nata, halafu watakuwa sasa wana share wana, wana kwa maana kwamba wanachangia yale mashule yaliyoko huku, kwa sababu ya uwezo wetu bado hautoshi kuwapa kila mtu. Kwa hiyo hii yote imefanyika ili kuleta mizani ambayo iko sawasawa kwenye kanda zetu zote tatu. Kwa ukiona hii haya mabasi matatu yamekaa katika kanda, yatasaidia shule hizi zinawapa na wale wenzao wanapokuwa na kazi ya kufanya kwa ajili ya shughuli za kitaaluma, au hata za kwenda hifadhini kutembelea mbuga yetu ya hifadhi, au wakati serikali ina jambo lake, isiweze kukosa basi kwenye ukanda huo husika shule sekondari, wapo baadhi ya wanafunzi wanaotumia muda mrefu wanaweza kutumia masaa mawili moja na nusu, kutoka, kutoka na nusu kutoka makwao kufika mpaka shuleni, ila kutokana na hizi gari zitaweza kusaidia kubwa sana na wanafunzi kufika katika muda mwafaka. Tunamshukuru Dk Rhimo Nyansaho kwa kutupatia ya mabasi Mwanzo. Ni kabla tutapewa mabasi kwa tunahangaika sana, hasa tukiwa tunaenda katika michezo kwa tunahangaika kutembea umbali mrefu, lakini kwa sababu, kwa kuwa Dr. Rhimo Nyansaho ametusaidia, tunaweza kutusaidia kwa tunafika sehemu husika kwa, kwa haraka.